Kumbe kiko sahihi ndio, eh? Ina maana kwa naona mnamzalilisha tu mzee wangu yani, eh? Umri ule kweli afanya mambo haya, lakini leo nimethibitisha wewe, Mkutano Sosimu. Utaongea nini, mzee Mkutano? Hivi unawafundisha nini watoto wako wewe eh? Ah, niambie unataka kuniambia mimi ambacho kinaweza kunizisha hapo? E binti, kinakuleta nini kwani huyu mzee? Unaipata nini hii. Sawa, kwa kuwa nilichokuwa ninaambiwa na kuhadisiwa leo nimekiona kwa macho yangu, mimi nikubali. Mimi naweza kupumzika, nimeelewa.